Kanisa letu duniani kote ni sawa yani, ukienda kanisa la, la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho hapa Marekani au ukienda Tanzania, Arusha, tawi la Arusha, ukienda Ubungo, ukienda Kenya, sijui Ethiopia, uh, Afrika Kusini, hata ukienda Ulaya, Uchina, popote utakapoenda kanisa letu ni sawa yani, utaratibu, tuseme utaratibu wa ibada ni sawa. Kwa maelezo mafupi tu, ukienda kanisani kwetu unaweza kutarajia kukuta kwamba watu wamekuja, wamevaa labda suti kwa wanaume, wamevaa suti na suruali nzuri, wa, wa, wa, wasichana wamevaa gauni pamoja na wanawake wamevaa gauni, uh, tu. wanaume wamevaa tai na shati jeupe, hiyo ndiyo mavazi ya kawaida. Um, lakini utaratibu wa ibada, kwanza, tunaenda mara nyingi tunaenda uh, kipindi cha sakramenti uh, kipindi cha kushiriki meza ya Bwana au sakramenti, kwa maneno mengine, tuna tunaenda ni kama saa moja kwa jumla. Uh, mikutano yetu ni, ni saa tatu yani misa, masaa matatu tunaendaga kanisani. Kwanza, kwanza kuna ibada ya sakramenti, alafu baada ya ibada ya sakramenti kuna, kuna tunasema ni, ni shule ya Jumapili au darasa ya madarasa ya ya kufundisha kanuni za njili na mafundisho ya njili uh, hiyo ni ni hicho ni, ni kipindi kingine baada ya sakramenti tunaenda kufundishwa kuhusu njili ya Yesu Kristo, na baada ya hapo tuna wanawake na wanaume wanatengana na wanaume wanaenda kwenye darasa lao la ukuhani yani, n in, linafundisha uh, utaratibu wa kutumia ukuhani wako kama wewe umetawazwa kuwa mwenye ukuhani katika kanisa, na kwa wanawake wanaenda katika kipindi cha tunasema ni, ni, ni kama jamii ya kina mama, ni ni, uh, ni kama kitu kama hicho yani, tuna Wana, wanawake wanaenda wanafundishwa kuhusu vitu vya akina mama, wakati wanaume wanafundishwa kuhusu vitu vya, vya akina baba uh, na watoto nao wana kipindi chao maalum wanaenda katika mafundisho ya kimsingi yani, kwa, kwa, kwa lugha ya ugeni uh, wazungu wanasema primary ni mafundisho ya, ya msingi kwa watoto. Watoto wanaenda darasa hilo wanajifunza kuhusu kanuni za Injili. Alafu na vijana na wasichana wana madarasa yao, wanaenda kujifunza kuhusu mambo yao. Kwa hiyo huwa ni masaa matatu, unaanza na ibada ya sakramenti, alafu na kipindi cha shule ya Jumapili, alafu kipindi cha kipindi ambapo unatengana una watu wanaume na wanawake uh, katika jamii ya kina mama na na katika akidi za ukuhani na pengine inaweza kuwa yani, kinyume yani, unaanza na madarasa ya Jumapili, unaishia na sakramenti. Kwa hiyo inategemea na mahali, lakini kwa kawaida hiyo ndio utaratibu wa kwenda kanisani kwetu.